Ah, shalom mwana wa Mungu, nipende kukuuliza swali hili. Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini mapambano yako hayatulii? Kila unalojaribu kufanya unaona linaendelea kudidimia. Unaona kana kwamba maisha yako kila unachogusa kinakwama, maisha yako ya maombi yanadidimia. Maisha yako binafsi, kazini, unaona unapigwa vita sana. Unaona kana kwamba mbona mimi kila ninachokifanya kana kwamba kinadidimia. Huenda ikawa hata ukajiuliza ukakaa chini, ukatafakari, ukajiuliza, ukasema, Bwana, kwa nini mimi? Kwa nini kila siku vita ni kwangu? Ikiwa mpendwa, umewahi kujiuliza maswali haya na umewahi kupitia mapambano fulani ambayo unajiuliza ni kuombe, uungana nami katika chaneli hii. Usisahau kusubscribe chaneli hii na kubonyeza alama ya kengele ili tunaporusha vipindi uendelee kubarikiwa sana. Wapo watu wengi leo wanatabasamu hadharani lakini mioyoni mwao kuna mapambano ya kimya kimya. maumivu yasiyoelezeka na uchungu mkubwa sana moyoni. Wapo wengi wanaohudhuria madhabahuni, wanaohudhuria kanisani, lakini wameficha machungu yao kwa sababu tu hawataki kuwaambia wengine kile kilicho moyoni. Lakini laiti kama mioyo ingelifunguliwa, ungeliona maumivu wanayopitia. Wakati mwingine, hatujui kwamba mapambano tunayopitia si kawaida, ni mapambano yanayowapasa wale waliochaguliwa, wale walio na dhamana, wale walio na hatima ya kipekee. Kadiri kusudi lako linavyokuwa li kubwa ndivyo upepo wa kukupiga unavyoongezeka. Naomba unielewe hili, rafiki yangu, ya kwamba kadiri unavyoendelea kukua, kadiri unavyoendelea kufanikiwa, ndivyo mapambano yanavyoongezeka. Kadiri biashara yako inavyozidi kukua, ndivyo maadui wanavyoongezeka. Kadiri elimu yako inavyozidi kusonga mbele, ndivyo maadui wanavyoongezeka. Kadiri unavyozidi kukua kiroho, ndivyo adui shetani anavyoendelea kuhakikisha usifanikiwe. Kadiri unavyoona ndoa yako ikistawi, mapambano yatazidi kutokea. Wakati unavyoona ukiwa na furaha, mapambano yanatokea. Ni kutie tumo ya kwamba unavyoona uh, chu zisizo na sababu zinaibuka juu yako. Unapoona vita vinapambana, vina, vina watu wanakuchukia bila sababu yoyote, mapambano yanaongezeka, tambua ya kwamba kuna hatima ambayo imewekwa ndani yako. Ni kukumbushe tu hili ya kwamba eh, Yesu Kristo alisema ya kwamba mwivi haji kuiba tu na kubomoa mahali ambapo hamna kitu. Eh, adui lazima anapiga mahali ambapo kuna kitu ambacho ni cha thamani. Akiona ya kwamba kuna karama fulani iko ndani yako ataanzisha mashambulizi ili karama hiyo ife. Akiona ndoa yako inamtukuza Mungu, akiona kwamba kuna chochote kile tu ndiyo kusudi. Kwa hiyo pambano ni kwa sababu ya kusudi lililoko ndani yako, kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Hebu nikukumbushe tu kidogo maisha ya Yusufu ambaye tunafahamu toka kuzaliwa kwake alikuwa na kitu ambacho kilikuwa ndani yake, maono aliyokuwa na yaona, ndoto alizokuwa naziota. Kwa sababu ya ndoto alizokuwa nazo ziliibua chuki kwa nduguze. Hebu, hebu chukulia mfano maono ulio nayo pale kazini, jinsi unavyopigwa vita ni kwa sababu ya maono ulio nayo. Yusufu naye kwa sababu ya maono aliyokuwa nayo nduguze walimchukia sana, wakatamani hata kumuua, lakini ngoja nikutie moyo kwa kadri walivyokuwa wakimsukuma kumpeleka sehemu moja kwenda nyingine ndivyo walivyokuwa, hawakuwa na uwezo wa kuharibu kusudi lake. Nataka nikutie moyo rafiki yangu unaesikiliza hapa Hope Rise Ministries ya kwamba hata kama utapitia mapambano kiasi gani, kusudi la Mungu haliwezi kufa ndani ya moyo wako. Lazima Mungu atatimiza kile alichokiahidi. Lazima Mungu atakuelekeza kukufikisha. Hata kama utaona mapambano, elewa tu hili ya kwamba mapambano yanakuja kuimarisha imani yako na hayataweza kuondoa kusudi la Mungu katika maisha yako dogo habari za Yesu Kristo, ambaye alizaliwa akiwa na kusudi kwa ajili ya kukomboa wanadamu, na alipozaliwa akiwa na kusudi, shetani alitaka kumwangamiza mtoto aliyekuwa amezaliwa kwa kupitia Herode, ambapo alisema watoto wote waangamizwe, na, na, na tunafahamu kwa sababu kulikuwa na kusudi Mungu alikuwa ameliweka ndani yake kwa kuzaliwa kwa mtoto Yesu Kristo kama mkombozi wa ulimwengu. Kusudi lile halikuweza kufa. Mimi ninakutia moyo rafiki yangu ya kwamba hata kama adui atamsha mapambano makubwa katika moyo wako, ni kutie moyo tu ya kwamba kusudi la Mungu kwako haliwezi kufa hata kama utapitia magumu sana, utaona ya kwamba katika haya mbona ninaona kuteketea, mbona katika haya ninaona maisha yangu yanayumba, mbona katika haya ninaona familia yangu inateketea, ninaona ajira yangu inakoma, ninaona biashara yangu inapigwa vita sana. Ni kutie moyo tu ya kwamba hata kama vita vikiibuka kiasi gani, haviwezi kuondoa kusudi la Mungu aliloweka katika maisha yako. Ninachokutia moyo ni kwamba katikati kati ya vita vinapoibuka ndipo wakati wa kumwomba Mungu, mwambie Bwana ya kwamba katika hili ninalopitia Yesu, ingilia kati katika maisha ninayopitia. Bwana, ninakuomba Yesu, niongoze. Yesu, nishike mkono, maana mapambano yangu ni makubwa. Tambua tu hili pia ya kwamba kila aliye na kusudi la Mungu lazima apitie pambano maana yule adui wa roho zetu ambaye ni shetani yupo kazini kuhakikisha anamwangamiza mwanadamu na kukutoa katika kusudi la Mungu. Kuna wakati maombi yako rafiki yangu, unajikuta unapigwa vita na yule adui. Unajisikia kuomba, lakini ukitaka kuomba mwili unakuwa mzito. Unajisikia kufunga na kuomba, lakini mwili unahitaji chakula. Nagani kutie moyo ya rafiki yangu ya kwamba wakati mwingine hata mwili wako unaweza ukawa kinyume, ukawa unapambana na roho yako. Nikutie tu moyo ya kwamba.

kusudi la Mungu lisiondolewe na chochote katika maisha yako. Ni kuombe sana. Usisahau kusubscribe channel hii, usisahau kutumia pia na marafiki, na usisahau kufuatilia masomo mengine ambayo tumekwisha kuyaweka katika chaneli hii, maana chaneli hii imekusudia kuwa baraka kwa watu wengi. Na nikutie moyo tu ya kwamba Mungu amekusudia. Ikiwa umeona mapambano makubwa katika maisha yako, ni kule kazini unapigwa vita, ni ofisini, jua tu ya kwamba na kusudi la Mungu. Tambua kusudi, kusudi la Mungu katika vita na vita. Mungu akubariki.